Semwa nisikilize, nikwambie, Yakobo alipolala usiku akaambiwa, "Wewe unavyoona mabeberu ya Labani mchana, sivyo yalivyo kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho sisi tumeweka mabeberu yenye madoadoa yako ndani ya yale mabeberu ya Labani ambayo hayana madoa, na kuanzia sasa mbuzi wote watakaokuwa wanabeba mimba wakizaa watazaa madoa madoa na haikuchukua muda bwana, Biblia inasema mbuzi wote wakazaa madoa madoa. Kwa nini? Ulimwengu wa roho umebadilisha kwa ajili ya kuhudumia kitu. Mungu amebeba mtu wa Mungu amebeba. Na mi nataka niseme na wewe, ni nini umebeba kwenye moyo wako ni mradi gani umebeba kwenye moyo wako? Nataka nikueleze, Mungu ni mwaminifu sana. Ukibeba mradi wa Mungu, Mungu anakuhudumia na wewe, atahudumia na watoto wako ata